Pilau la sikukuu linaandaliwa, pilau la sikukuu linaandaliwa, lipo tayari kama unavyoliona. Weka oda yako. Enjoy pilau masala. We are Luc Smart Food Products. Tupigie simu 0752627331, usisite pia kutembelea ukurasa wetu wa Instagram lusmart underscore food underscore product. Uta utaenjoy product makini hapo, unapata iliki, unapata tangawizi, unapata karafuu, unapata pilau masala iliyoandaliwa vizuri, unapata mchuzi masala safi.